Maazimio kwa kauli moja katika kikao cha baraza la madiwani akiwemo Innocent Gwivaha wamesema hali ni mbaya kwa wakulima, kwa sababu wanaibiwa sana madalali, hivyo hatua za haraka za kupigwa marufuku kuendelea na ununuzi wa matunda zinahitajika ili kuokoa uchumi wa wakulima na mapato ya serikali yanayopotea mpaka shilingi 500 hizo reject wanazosema, na bei zieleweke, na wakiwa na barua kutoka kwa mkurugenzi. Na hilo naamini mkurugenzi anaenda kulifanyia kazi, kama hizo barua zaenda, basi na nishukuru. Sielewi kwa nini katika mkoa huu mmoja wa jopo tena wilaya ya moyo Njombe wananua bei tofauti na huko kwetu bei tofauti, hili inawezekana. Kwa hiyo mshauri mkurugenzi na idara husika, ili jambo naomba tutakiani na wizi na unyonyaji unaofanya na madalali. Baraza pia limejadili hali mbaya ya barabara za halmashauri ya wilaya ya Njombe zinavyoathiri shughuli za kibiashara na uwekezaji na kisha kutoa maagizo kwa wakala wa barabara TARURA chukua hatua za dharura kufungua maeneo yaliyoathirika zaidi na mvua. Na kuna sehemu zimefunga kabisa magari hayafiki. Ni waombe TARURA kwa sababu mvua zinaendelea kunyesha wajitahidi kunatua mahali ambapo kwa wakati nikarajia, kuwa ikiwezekana barabara ile ikitoka kilasimee basi ivuke a kwenye serikali ya wilaya ya enoji. Lakini changamoto za barabara zipo karibu kata zote, kulingana na hali ya hewa sasa. Ikiwezekana unaweza pia kuwatania barabara za bajeti iasiau ambao barabara hazijatengenezwa katika kipindi hiki Akitolea ufafanuzi kuhusu changamoto ya barabara, meneja wa wakala wa barabara za mjini na vijijini TARURA wilaya ya Njombe Mhandisi Constantine Ibengwe anasema maeneo yote yenye shida yatashughulikiwa, na kisha kuweka wazi utaratibu mpya ulioletwa na wizara kwenye viporo, kutokana na utekelezaji wa bajeti ya 2025 ikifikia asilimia mia moja. Lakini vile bajeti ya tozo ya mafuta tulishia asilimia lakini pamoja na hayo kuko wajiba ndio tuliruhusiwa kutangaza kazi ya, ya. Hivyo basi katika mwongozo wa bajeti wa 2025 26 tulitoa maelekezo ya, ya kujikita zaidi kurudia vikolo vya bajeti ambayo vilibakia mwaka wa fedha 2024 25 kuvihamisha mbele mwaka wa fedha 2025 26.